Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia katika halmashauri ya wilaya Hai imefanikiwa kutatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka ishirini katika kijiji cha Kikavu kilichopo kata Weruweru. Akizungumza, afisa ardhi wa halmashauri ya Wilaya Hai amewasa tendaji kufuata misingi ya haki na uweledi katika kufanya maamuzi ambayo yataifanya jamii kuwa na usawa. lakini lazima tuwe waadilifu kwenye haki za watu tu tunatafuta <laughs> <No, Dr>. pepoata <laughs> No, mambo yanapita tu haya. Uongozi upo unapita, nini kipo kinapita, lakini nikwambie, haki ya mtu, yaani, unajua kuna haki nyingine inaporwa, kuna haja hata kudhibitika una, unaona huyu anaporwa una, una tu. Kwa hiyo mimi ningeomba turidhie, na sababu za kuridhia hivyo, yaani ku... kila pande itendewe haki eneo lenye mgogoro ni mali ya Seri Mushi, kwa sababu kama yule ambaye alikuwa anagombea hilo shamba ambaye ni Jacob, kama angekuwa anataka kupinga alitakiwa kupinga katika mahakama inayofuata na sio sehemu nyingine yoyote. Sasa hata sisi ambao ni tulimtaka alete vielelezo kama aliwahi kupinga katika mahakama yoyote kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ujaridhika na mahakama hii unaenda mahakama inayofuata mpaka mwisho. Alishindwa kudhibitisha hivyo, kwa hiyo kwa, kwa mujibu wa sheria shamba hili ni mali ya asiri moshi. Kwa majina ka Emmanuel Marco ni afisa dawati msaada wa kisheria wilaya ya Hai A, siku hii ya leo tuliweza kufika kata ya Weruweru kijiji cha Kikavu Chini kuweza kukabidhi shamba wa Bwana Asheri, ambapo shamba hili lilikuwa na mgogoro kwa muda mrefu, ni takribani miaka ishirini. Kutokana na kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia pita katika kuwahudumia wananchi, tunaweza kukutana mgogoro huu na kuibua na tuweze kusikiliza pande zote mbili na kuweza kufikia hitimisho. Iwapo kama kutakuwa kuna kipingamizi chochote kwa jinsi wanasheria waliotoka juu kwa Mama Samia kama utakuwa na kipingamizi cha aina yoyote, Yakobo yeye ata bidi aende mbele mahakama ya juu zaidi, aende akapinge kwamba kuaiwa na hukumu ile toleo. Kwa mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, sina la kupinga. Mimi athiri alorio Moshi, nashukuru kwa kukabiziwa shamba langu hili ambalo lilikuwa limenisumbua kwa muda wa miaka ishirini kutokana na raisi iliyokuja kutembelea katika wilaya yetu ya Hai. Na washukuru wote, Mungu awasaidie na wabari. Kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia imekuwa nguzo muhimu katika kutatua migogoro na changamoto mbalimbali katika jamii tangu kuanzishwa kwake rasmi mwaka elfu mbili ishirini na nne.